Changamoto ya UTI kwa wanawake haipo kwenye choo sawa, kama wengi wanavyofikiria, ila ipo kwenye tabia ndogo ndogo ambazo wanawake wengi wanafanya kila siku. Mfano, mathalani, unakuta mwanamke huyu amebanwa na mkojo, ila atakaa muda mrefu bila kwenda kukojoa, yaani anakaa nao kama vile anaubana Sawa. ina kitu kingine, huyu mwanamke utakuta akikana ule mkojo kwa muda mrefu, hupelekea uzaliwaji wa bakteria wengi kwenye kibofu na kupelekea mashambulizi ya UTI. Hivyo basi, wewe mwanamke, akikisha una jitibia na hakikisha unapopatwa na changamoto ya ku... yaani unapopatwa na hali ya kwenda kukojoa kakojoe mara moja, ila usiache kusafisha pale unapokojoa, ila vilevile usiache kujisafisha kwa kutumia maji sawa, pale unapomaliza kukojoa. Wengi wanajali mambo ya kisasa, anatumia tishu. Sometimes wanatembea nazo, ambazo hawajui ni kemikali gani zimetumika kuweka mle, ili iwekwe ibaki na maji maji kama huo umekuwa ukihangaika kwa muda mrefu na kujitibia juu ya changamoto za mfumo wa uzazi kwa wanawake na mashambulizi, Dr Saif nipo kwa ajili yako. Hakisha una follow na kulike na kushare, ila kikubwa zaidi nitumie ujumbe WhatsApp kwenye namba yangu, nami nitakuhudumia kwa ushauri na tiba.